Mtazamaji, tunaendelea na sehemu ya pili ya maisha na utume wa makatekista, tukiifuatilia historia ya katekista Severini Muhina kwa ukaribu. Juma lililopita tulisikia sehemu ya kwanza, ambapo katekista Severin Muhina anaacha kulihudumia jeshi la wananchi wa Tanzania kama mwanajeshi, na sio hivyo tu, anaacha kuihudumia manispaa ya Iringa kama mtoza ushuru ili apate nafasi ya kutosha ya kulihudumia kanisa la Kristo. Ni kukumbusha kazi zote hizi ambazo ameziacha katekista Muhina ni kazi za mshahara. Sasa analihudumia kanisa kama katekista. Hayo yote tumeyaangazia katika kipindi cha maisha na utumi wa makatekista sehemu ya kwanza. Kama bado hujapata nafasi ya kutazama kipindi hiki, tafadhali bonyeza linki hii hapa pembeni, hiyo hapo, kisha fuatilia sehemu ya kwanza. Leo tunaendelea na sehemu ya pili, ambapo katekista Muhina anaondoka parokia ya Mshindo, parokia ambayo ndiyo iliyomlelea na kumchukua kutoka serikalini hadi kufanya kazi ndani ya kanisa. Ni nini kilipelekea katekista Muhina kuondoka parokia ya Mshindo, parokia ambayo amehudumia kwa zaidi ya miaka ishirini? Ndiyo, ndio kilichoniondoa Iringa ni maisha ya kifamilia. Ba, mama alifariki mwaka 95. Baba akaja kufariki mwaka elfu mbili na moja. Sasa kuanzia pale niliona Iringa niko mbali kabisa na nyumbani. Kwangu niliona ili kuboresha maisha ya familia, mimi na mke wangu na nyumbani na ndugu wengine waliobaki niliona kwa kweli ninahitaji kuhama. Bora niwe karibu na nyumbani ambako nitaweza pia kuhudumia familia waliobaki vizuri. Pia hata mawasiliano na familia ya mwenzangu inaweza kuwa rahisi zaidi, kwa vile yeye baki na baba tu na ni mzee sana. Kukiwa na tatizo, kutoka Iringa kwenda Morogoro Kilosa ni shida sana. Sasa mimi nikaamua kuja Iringa akuja Dar es Salaam, na kwa bahati njema pia wakati huo kuna brother mmoja kule Iringa e, wa shirika la Shim, yeye pia aliniambia, ukija Dar es Salaam pale tunaweza tukakupatia nafasi ya kazi kwa vile kwa, taalam, kwa taaluma zako hakuna shida, tunahitaji kufanya kazi na wewe. Hiyo niliona basi, Dar es Salaam na Kilosa ni karibu, naweza kwenda na kurudi kwa shida zozote zile. Niliamua namna hiyo, kweli nikaja e, Dar es Salaam. Basi kafanya kilichofanya, matokeo yake e, nikaja kuwa mhudumu katika parokia ya Manzese. E, hapo ndio nilipata nafasi ya kwanza ya huduma parokia, parokia ya Manzese, moyo mtakatifu wa Yesu pale, lakini ilikuwa kama kwa mapumziko ya muda nikisubiri kupewa e, mahali au kituo cha kazi. Nilihudumu hapo e, tangu elfu mbili E, na mbili, elfu mbili na mbili mpaka hadi elfu mbili na tano Elfu mbili na tano ndipo sasa nikapewa parokia mpya ya Tandale ya Mtakatifu Karoli Lwanga ambacho kilikuwa ni kigango cha Manzese. Sasa ikafanyika kuwa parokia, nikawa katekista wa kwanza pale na hapo basi nikaendelea kutoa huduma. Mungu bariki, na pale nilipata nafasi kwa tarehe ile ile niliyopata Iringa, yaani tarehe moja mwezi Mei elfu mbili na tano nikahudumu pale kama katekista, kama katekista sasa vilevile vile. Mungu bariki, nimeendelea pale kwa miaka kumi na mitano bila kuhama parokia ile, na hapo nikafikia sasa mwaka elfu mbili na ishirini kamili hapo nikawaomba mapadre wangu Tandare, wapendwa naomba nipumzike, kwa vile katika umri wa kuzaliwa nimefikisha miaka sitini. Wakanambia, kwa kweli tunashukuru kwa huduma yako. Nikamwambia lengo langu la kupumzika, maana wakanambia, lakini bado unaonekana una nguvu. Nikamwambia lengo langu ni kwamba sitaki nizeeke kwa haraka haraka kwa vile wakati huo nilikuwa tayari nimeshajiwekea makao Malamba mawili Mbezi Luis. Sasa kutoka Malamba mawili Mbezi Luis kuja Tandale kila wakati, na nilikwisha hamia Mbezi Luis huko Malamba mawili tangu 2016. kwa hiyo mpaka kufikia 2020, miaka hiyo minne niliona joto lake nenda rudi, nenda rudi, niliona hapa ninazeeka haraka na kufa haraka. Nikaona heli ni staafu ikiwa nitapata kazi e, nafasi ya utume huu parokia za jirani huko huko maramba mawili, nitakuwa tayari kutumikia. Nilipofika kule wakaniruhusu basi, kutukaagana vizuri tarehe 31 Desemba elfu mbili na ishirini. Hivyo kuanzia tarehe moja Januari elfu mbili na ishirini na moja nikawa sasa niko malamba mawili nyumbani. E, katekista mstaafu. Nikiwa katekista mstaafu, kulia kwangu kukawa kuna parokia inaitwa e, Msingwa. Kushoto kwangu kuna parokia yenye inayomiliki mpaka pale inapokaa Mtakatifu Yohani wa Msalaba, maramba mawili. Nilijitambulisha, lakini kwa bahati mbaya parokia hizi zote hazikuwa na nafasi ya kunihitaji lakini kwa bahati njema kwa kuwa nilikuwa nahitaji bado parokia jirani, nilifika parokia Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Mbezi Mwisho, nilipojitambulisha pale kwamba angalau kama kuna mahali niwe nasaidia tu utume wangu nisikae tu hivi hivi, ah, pale nilipokelewa vizuri, wakasema lo, sisi tunahitaji katekista mtu mzima tena mwenye uzoefu kama wewe tuna kigango kipya kitafanyika kuwa parokia hivi karibuni, tungehitaji tuanze tukiwa na parokia mtu mzima, kwa kuwa tunaye paro, katekista pale kijana afanya kazi vizuri, lakini ni kijana. Nikamwambia, mimi niko tayari basi. Hapo tarehe moja mwezi Mei tena e, elfu mbili na ishirini na moja ndio wakanipokea rasmi katika kigango hicho, ambapo ilipofikia kigango hicho tarehe saba Julai elfu mbili na ishirini na moja ile ile kikafanyika kuwa parokia, ndio hii parokia nilipo sasa, Bikira Maria Imakulata Gova Matosa. miaka sitini na tano ya kuzaliwa sawa, sawasawa kabisa Asante. Tazamaji, tunaendelea na sehemu ya pili ya utume wa makatekista, na tuko na katekista Mhina ambaye ndiye tunazungumza naye siku hii ya leo. Sasa hivi ana umri wa miaka 65 ya kuzaliwa na bado anaendelea kuhudumu kama katekista katika parokia katika katika parokia ya Bikira Maria Imakulata hapa Goba Matosa. Kwa mtu ambaye hafahamu kabisa katekista, ukatekista ni kitu cha aina gani? Hebu tueleze walau kwa kifupi kabisa. Asante sana. Ukatekista kwa kifupi, tunaweza kusema katekista ni mjumbe wa Mungu, katekista ni mwalimu, katekista ni mwenezaji wa neno la Mungu. Huyo ndio katekista. Tunasema ni mjumbe wa Mungu kwa sababu kwanza, kimsingi anachaguliwa namna gani? Katekista, cha kwanza kabisa, anaitwa na Mungu, ndiyo maana tunasema au inasemwa ukatekista ni wito. Cha pili, katekista ifahamike bado ni muumini, ni mlei, lakini aliyechaguliwa na kanisa kwa ajili ya kuwasaidia watu wamjue vizuri Kristo, wampende Kristo, wamtumikie Kristo. Hiyo ndio kazi yake katekista. Sasa kutokana na kazi hiyo, basi kwa kuwa yeye anawasaidia au anawawezesha watu wamjue Kristo wampende wamtumikie, maana yake huyo ni mjumbe wa Mungu moja kwa moja. Huo ndio maana ya ukatekista. Tunashukuru sana katekista sana. Kuna makatekista wengi sana sasa hivi vijana ambao wanaingia kwenye utume wa ukatekista. Yeah, wito halisi kama ambapo umesema kwa sababu sio kila mtu anaweza kufanya. Lakini kumekuwepo na maneno na minongono, baadhi ya makatekista ambao yamkini hawafanyi majukumu yao sawasawa. Ndio, hebu zungumza yeah, kidogo na hawa vijana kwa sababu na umepitia huko, umekuwa kijana kama wao na sasa hivi mzee, mtu mzima, bado unaendelea kufanya utume huo. Katekista, unalipi la kuambia? Asante oh, sana kwa kweli kwa makatekista wenzangu vijana na hata watu wazima, jambo ninalopenda kuwaambia ni kwamba cha kwanza kubali kwamba ukatekista ni wito. Kwanza ukubali, kisha hiyo ndio kazi yako uliyoitwa na Mungu uifanye. kabla sija kuumba katika tumbo la mama nilikujua, kabla hujatoka nilikutakasa, nilikuweka nabii wa mataifa tunaiona hiyo kutoka Yeremia 1 aya ya 5. Hiyo inatuhusu makatekista moja kwa moja. Mungu alishatujua hata kabla ya kutungwa mimba, alishatuweka tayari tuwe makatekista. Kwa hiyo, ipende kazi yako, hilo ni la kwanza. Na kuipenda kazi yako maana yake wapende unaowahudumia. Ukiwapenda unaowahudumia, utawahudumia kwa moyo. Ukiwahudumia kwa moyo maisha yako yatakwenda vizuri, kwa sababu watakutambua kwamba hakika wewe ni mhudumu wao, wewe ni mtumishi wao. Watakujali kama wewe unavyowajali. Hicho ni cha kwanza. Lakini ndugu yangu, pamoja na masomo ambayo tunafanya chuoni miaka miwili, miaka mitatu, nataka nikuhakikishie haitoshi. Najua mapadri wengi maparoko wengi wanajitahidi kutupatia kozi mbalimbali mbali ili kuboresha huduma yetu. Lakini katekista mwenzangu, ningependa nikuambie hata hiyo usiridhike nayo, haitoshi toshi. Kadiri ya uzoefu wangu, bado wewe mwenyewe uwe mtafiti, uwe mtu wa kujiendeleza kwa namna mbalimbali mbali. Namna mojawapo itakayokusaidia ni kuwa msomaji sana wa vitabu, uwe na vitabu mbalimbali mbali. Unaweza ukaonekana ni katekista wa ajabu uliyesoma sijui mpaka wapi, kumbe ni kupitia vitabu mbalimbali mbali. Kumbuka kila kitabu ni mwalimu vipi. Ukiwa na vitabu kama kumi hivi vya aina mbalimbali, maana yake una walimu kumi wanakushughulikia wewe, utakuwa jembe kati ya watu na hutahamahama hama katika parokia, ukitaka kuhama hawakubali, na hiyo utatengeneza maisha. Huo ni ushauri wangu kwa kifupi: penda kazi yako, wapende unaowahudumia, jijali wewe mwenyewe, jiendeleze kwa namna mbalimbali, kozi mbalimbali, na usiwe mtu wa kukwepa pia mikutano. Mara nyingi wako baadhi ya makatekista, anaweza kuambiwa leo mna mkutano wa jimbo huko, akapata pingine hata nauli, lakini huenda asifike. Sasa huu ndiyo kupigwa bao na shetani huko, ndugu yangu, epuka kabisa. Katekista mwenzangu, kuna mkutano nenda, unakwenda kuongeza maarifa. Nimalize tu kwa kusema jenga, uhusiano mzuri na makatekista wenzako, hii pia itakusaidia kupata maarifa mengine. Maana yake chochote alicho nacho katekista mwenzako atakuchangia, na hivyo unaendelea kukuza zaidi hazina ulionayo. Hata hivyo, epuka yale yote ambayo kanisa yakubali, yaani simama vizuri katika maadili. Naamini utakuwa mjumbe wa Mungu anayekubalika katika kanisa na katika jamii. asante sana. Nimeshukuru sana katekista. Hivi ukatekista ukienda chuoni, ili mpaka umalize ukatekista ni miaka mingi? Ni miaka mitatu. Miaka mitatu. miaka mitatu, shukuru sana. Tunazungumza na katekista Muhina na tunaelekea elekeo ukingoni mwa mazungumzo yetu. Kama nilivyokueleza mtazamaji, ni kipindi cha utume wa makatekista, tukiatizama maisha yao kwa namna moja ama nyingine, lakini tukiangalia nini ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yao na namna ambavyo wanakitoa kwa jamii. Nikukumbushe katekista Severin Muhina, licha ya kuwa amefanya kazi uh, ndani ya kanisa kwa muda wote huo wa maisha yake kama katekista, ni lazima mimi binafsi ni, ni, ni, ni, ni shukuru namna ambavyo nimepata me, ni nafasi ya kufanya naye mahojiano pia ama darasa kuhusiana na watakatifu mashahidi wa Uganda, na nikiri wazi, ni moja kati ya walimu wazuri sana ambao wana uwezo wa kutoa darasa hili kwa ukubwa wake. Hivyo ukitaka kufuatilia vipindi hivi jaribu kutafuta kwenye search engine hapo mashahidi wa Uganda. Fuatilia historia za mashahidi wa Uganda, utapata vipindi ambavyo uh, katekista Muhina ameweza kuvifanya kwa kipindi cha nyuma. Tukiwa tunaelekea ukingoni, katekista, ni jambo gani ambalo unatamani kuzungumza na mtazamaji anayekufuatilia katika kipindi hiki siku hii ya leo? Asante sana. Jambo ambalo ningependa kuzungumza na mtazamaji wangu ni kwamba tuwatambue makatekista wanafanya nini katika kanisa. Ndugu mtazamaji, nafikiri hata wewe kama umebatizwa, mwalimu wako alikuwa katekista. Kama umepata komunyo wa kwanza au kipaimara, mwalimu wako alikuwa katekista. Kama umefunga ndoa, mwalimu wako alikuwa katekista. Kama umekuwa mseminari mwalimu wako wa kwanza alikuwa katekista. Hata kama umekuwa padre, mwalimu wako wa kwanza alikuwa katekista. Hata umekuwa baba askofu, lakini mwalimu wako wa kwanza alikuwa katekista. Na hata Baba Mtakatifu, mwalimu wake wa kwanza alikuwa katekista. Kazi ya ukatekista hailipiki. Inafaa kutuombea makatekista, kwa kuwa kweli tunahitaji msaada wenu sana kwa kuwa unajua, kutokana na kwamba kazi ya ukatekista hailipiki, basi inafahamika kwamba ni kazi ya kujitolea. Lakini kwa kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, kwa kuwa pia makatekista wana familia na zinahitajika, kwamba zisionekane ni familia za wamaskini. Itavuruga wito wa ukatekista, watu wataona kwamba ukiwa katekista, familia yako ijiandae kuwa maskini. Hili tuliangalie kwa namna ya pekee, tufikirie sana ni sisi wenyewe tutengeneze katekista wetu aweze kuwa na nafasi ya kutuhudumia. Ili awe na nafasi ya kutuhudumia, tumpunguzie mawazo. Familia yake itaishije? Naona na yeye atavaa nini, atakula nini? Aonekane na yeye kama wanavyoonekana binadamu wengine. Anakwenda kufundisha watu, aonekane ni mwalimu wa heshima, isiwe kama makatekista wa miaka iliyopita, viraka vinaulizana, mwenzangu umekuja lini? Kwa namna hii tunaua wito. Hilo ndio ambalo napenda eh, kwa wenzangu, kwa waamini au kwa wananchi wote. Lakini nina neno moja muhimu sana kwa makatekista wenzangu, ndugu zangu, tusirizike. Tuna posho tunayopata kwa, eh, kwa mapadri wetu. Katekista uwe mjanja wa kujiongeza. Uwe na njia nyingine za kuboresha hicho unachokipata kule parokiani, jumlisha na vingine unavyovipata kwa njia zako halali za kujiongeza, maisha yako yapate kusonga mbele. Hii ni muhimu sana lakini, ukitegemea ile posho tu, hakika utakuwa, utagundua kwamba ukatekista ni kazi hasara, kwa sababu utaona maisha hayaendi, unaweza ukakimbia. Lakini kama unajiongeza, wala hakuna mashaka na wakiona waamini wewe mwenyewe unajiongeza na wao wenyewe wanakuongeza, maisha yanakwenda mbele. Asante, nikushukuru sana katekista Muhina, asante. Yes, sana. Bariki sana. Amina. Bila shaka tukipata muda, wakati mwingine, tutazungumza kuhusiana na mambo mengine. Asante, karibu, karibu sana. Yes, asante sana mtazamaji. Ni katekista Severini Muhina ambaye hivi sasa anahudumu katika parokia ya Bikira Maria Imapulata hapa Goba Matosa, jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam. Utume wa maisha ya katekista ni kipindi ambacho tunatamani unakifuatilia kupitia hapa Breez Online TV. Tafadhali endelea kusubscribe kama bado hujapata nafasi hiyo, lakini pia uendelee kufuatilia kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube channel ambayo ndio channel mama ya Breez Online TV. Mimi naitwa Isaac Mzwanda Juma, kamera kwa mwalimu Baraka ambaye amehakikisha kwamba unapata picha nzuri na kuweza kufuatilia maisha haya ya katekista Severin. Mohina. Siku njema, asante kwa leo.